Akizungumza huko Mandera, naibu mwenyekiti wa pili wa chama cha kitaifa cha walimu Agri na Misi alielezea wasiwasi mkubwa kuhusu ongezeko la visa vya ukosefu wa usalama vinavyowalenga walimu katika eneo hilo. Wenye wameumia wako eh, kwa ICU and therefore they require specialized treatment, so I call upon the republic of Kenya the ministry of health and more so the teachers medical scheme aon minet to move with speed to save the lives of this teacher. solidarity forever. Wakati huo zaidi ya walimu 1200 katika kaunti ya Murang'a wameeleza hofu yao kuhusu mipango ya serikali ya kupunguza au kuondoa marupurupu ya maeneo yaliyo na changamoto kwa walimu wanaofanya kazi katika maeneo kame.

Kwingineko, waziri wa kawi Opiyo Wandayi amezindua miradi mitano ya umeme katika kaunti ya Nandi, ikiwa ni sehemu ya jumla miradi 326 26 itakayofadhiliwa na serikali ya kitaifa kwa gharama shilingi bilioni 1.6. Naambia president wetu asante sana. kitambo nilikuwa nalianga sana, tunatumia hii taa ya chalala imet lakini saa hiyo imekuwa furaha sana sana, kali kweli, kwa bajeti shilingi 1.6 bilioni kwa hii kaunti ya Nandi peke yake kwa mambo ya Stima. Na kuhusu afya, wakenya wamehimizwa kufanyiwa uchunguzi wa mapema kugundua saratani ili kupata matibabu kwa wakati ufao. Wakati wa hafla ya kuhamasisha kuhusu saratani katika kituo cha saratani cha Texas jijini Nairobi, wataalamu walieleza kuwa inasikitisha kuwa watu elfu arobaini na nne wanagundulwa na saratani kila mwaka nchini Kenya huku elfu ishirini na tisa wakifariki kutokana na ugonjwa huo. Hapa tumefunzwa maana ya venye tunaishi na tufunze wengine wale tukikuta wagonjwa nje tuna wa encourage kwenda hospitali because others wanafia kujulikana ni wagonjwa cancer whenever you feel that you are not well just take care of yourself go see a doctor because you may not know what you are suffering from and what you are, uh, what is ailing you so the best thing is to go and be checked <coughs>